Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya ku update eh, jinsi ya ku update application yako, iwe application ya WhatsApp, iwe application ya Telegram, iwe application yote ile, jinsi ya kuupdate. Mimi huwa nafundisha taratibu, pole pole, ili uweze kunielewa na uweze kuwafundisha na wengine. Sasa tuanze na kuupdate ni nini? Application ikishatolewa huwa inawekwa inawekwa labda mfano kwenye Play Store labda au kwenye soko lolote ambao unaweza kudownload iwe kwa bure au kwa kulipia. Baada ya hapo sasa, kumbuka ukitengeneza kitu kama application inakuwa kijakamilika, lazima kunakaga na makosa mbalimbali mbali. Sasa huwa wanatoa update ili kusahihisha yale makosa. Mfano alikosea kwenye kutengeneza kidogo sana, unaweza vingine ukawa uone kwa macho, lakini eh, aniletea update ili uki update basi iweze kwenda faster, iweze kwenda haraka zaidi. Umeona, hiyo ndio njia simple eh, na maana eh, maana simple ya maana kwa update. Kwa hiyo uki update application yako utaona, mfano kuna vitu vinabadilika, unaweza usione kitu kilichobadilika kwa macho, lakini ukaona ufasta umeongezeka kwenye kufunguka, ukaona, e, au ukaona moja kwa moja baadhi ya rangi labda zimebadilika kidogo. Kwa hiyo ni muhimu kiusalama, ku update application zako mara kwa mara, kadri update inavyokuja ili uweze kufaidika na vitu mbalimbali ambavyo wameviongeza au kuviboresha katika hiyo Application yako hiyo, ndio maana update. Sasa tukija kwenye update, kuna aina mbili. Mfano kama unatumia Samsung, utatafuta Samsung store, e, mfano mimi Samsung store ni hapa. Umeona nitagusa hapa Samsung store. Hii ni nzuri kwa watu wanaotumia Samsung lakini watu ambao wanatumia nyingine ni naelezea tena hapa mbele. Sasa hivi nikishamaliza hapa kwenye Samsung Store, kama ni Samsung Store ukishabonyeza hivi utakutana na application hapa hapa chini utakutana na mafungu matatu. Fungu la kwanza ni games, ili hapa. Hapa, utakutana na games zote. Fungu la pili ni application ili hapa unaona application. Fungu la tatu ni menu menu. Hii hapa hii hapa sasa, hapa eh, ukishagusa, achana na ili ili, ili games ni kwa ajili ya kudownload ma game. Hii apps ni kwa ajili ya apps mbalimbali, unaweza ku download hapa. Hii menu, ukibonyeza hapa, unakutana na option nne. Option ya kwanza ni my apps. Option ya pili ni updates. Option ya tatu ni downloading. Option ya tatu ni wishlist. Option ya kwanza kabisa ni my application. Sasa mfano hapa kwenye my application ukibonyeza, utakutana na application zote ambazo umeshawahi kuzidownload kwenye kifaa chako, yani kwenye kifaa chako kwa ujumla ya hapa lakini, unakutana na updates zote, unakutana na updates zote ambazo zipo. Mfano itaji load hapo. Mimi sina updates lakini, ukikuta update yote hapo, utaweza kuiupdate, na hiyo ndio jinsi ya kuupdate kwa kutumia Galaxy Store. Sasa turudi nyuma turudi nyuma turudi nyuma mpaka mwanzo tuangalie. Je, kama utumii eh, Samsung, vifaa vingine vyote vinakuja na Play Store. Hapa Play Store, Play Store ni soko kubwa sana, kuna zaidi ya mamilioni ya ma application humo ndani, na update huwa zinakuja mara kwa mara, karibia kila siku. Moja kwa moja utaingia kwenye Play Store, hapa Play Store baada ya hapo kwenye utakutana na sehemu yep tatu. Sehemu ya kwanza utakutana na games hii hapa, sehemu ya pili utakutana na application hizi hapa. Hapa ni kama unataka kudownload magame mfano Temporan 2. Tazama utaiona imedownloadiwa zaidi ya watu bilioni moja. Watu wanaipenda Temporan, wanaipenda Temporan umeona hii hapa eh, mfano labda hii ni bike, hii ni subway safa. Umeona ni baadhi ya magemu ambayo ni makubwa sana. Hii option ya pili hapa ni apps, hapa unatafuta apps mbalimbali mbali, na hizi apps hapa kuna mfano, kuna top chart hapa, applications zilizodownloadiwa do zaidi kwa Tanzania. Hapa kuna children nzuri kwa ajili ya watoto. Mona hapa kuna categories, unakutana na categories mbalimbali mbali. Mfano Android auto utakutana na vitu vinavyohusiana hivyo kwa kutumia kwenye Android Auto. Books utakutana na vitu vinahusiana na vitabu kusoma soma. Auto ndio vehicle, utakutana na vitu vinahusiana na magari. Hapa comics hapa children kwa ajili ya watoto, communication kwa ajili ya kuchati na nini, nyuma, tasa, ayo, update, na nini utakutana nazo hapa. Rudi nyuma. Sasa cha kwanza ku update, narudi tena nyuma. Umeona mpaka hapa, hapa ni games. Mimi naweka hapa kwenye application. Baada ya hapo nagusa hii picha, hii picha nagusa picha hii hapa itakuonesha sehemu. Mfano, hapa juu itakuonesha Google account yako ya Play Store unayotumia Play Store. Hapa chini itakuandika manage your account. Hapo una manage account yako hapa chini narudi nyuma. Nagusa tena hapa hapa ni ku manage akaunti yako ya Google hiyo, mimi ninaachana nayo hapa. Kuna sehemu ambayo manage apps and devices, ukigusa hapo itakuja namna hiyo. Sasa hapa kuna option mbili, ya kwanza kuna overview, ya pili kuna manage. Overview kuna vitu kama hivi. Manage kuna application zako zote umeona kama mimi hizi na ukubwa wake ambazo nazitumia. Umeona, sasa mimi narudi nyuma na kuonesha tena kwa haraka, unagusa hapa unagusa manage apps and devices device. Baada hapo, umeona hii ya kwanza inamaanisha kama wamescan application zako kwenye Play Store hizi hapa. Hapa unaskani, unataka kuskani, hivi kama kuna application yote ina na virus, Umeona, mimi andikia kitiki kwa hamna yote sahihi hapa ya chini ni lakini, kama una update nyingi, zitakuwa tayari zinaonekana zote zipo update hapa ndo utakapozikuta application jua kwako, lazima utazikuta nyingi sana. Ukizikuta jitahidi kuzi update zote, ili uone unatumia latest version. Usitumie toleo la nyuma, bora u-update alafu inavyowezekana, itakusaidia kuongeza usalama binafsi na kuongeza ufanisi wa application yako. Hiyo ndo jinsi ya hizo, eh, ku-update application za kusajili, kusubscribe video kama hizo na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.